No election. No election. Wamesema kwamba no reforms, no election. Sisi tunawambia reforms zimeshafanyika na uchaguzi utafanyika. Wenzetu hawa Chadema wao wameshawaambia wananchi wafuasi wao wasijiandikishe kwa sababu hakutokuwa na uchaguzi. Kwa hiyo wameanza kushindwa kabla, yaani wamethubutu pamoja na mgogoro mkubwa walionao wanajiongezea matatizo katika uchaguzi huu kwa kukosa wanachama wao kujiandikisha. Nilimsikia ndugu yangu sana wa nyumbani Tundu anasema Tundu Lissu anasema ujiandikishe, iweje? Nikasema shughuli imeisha hapo, hawa wameshakubali kushindwa. Kwa hiyo wamewambia, wasijiandikishe. Mimi nawaomba watanzania wote tukajiandikishe. Wamesema kwamba no reforms, no election. Sisi tunawaambia reforms zimeshafanyika na uchaguzi utafanyika. <laughs> Nataka niseme ukweli, puuzeni propaganda, hadaa kwamba eti no reform, no election. Hakuna jambo kama hilo, uchaguzi upo na nasema Tundu Lissu na wenzake wasiwadangaji wa Tanzania, hawana mamlaka wala uwezo wa kuzuia uchaguzi. Tunazungumzia njia zisizo za kawaida za kufanya siasa, hatuzungumzii njia za kawaida za kufanya siasa. Tunazungumzia njia za kushurutisha mageuzi, kushurutisha mageuzi kuleta mageuzi. Njia za kawaida ndio hizi za kwenda kupiga magoti na kuomba wabadilike na kushiriki naomata kwaku. Tunazungumzia kupata mageuzi kwa shuruti kama walivyopata Kenya. Mnafikiri ilikuja hivi? ilikuja hivi? Malawi ilikuja hivi? Nyie mnatakaje? Mpige magoti mageuzi yarudi, yachuke kutoka mbinguni? kama mama, tunaenda kutafuta mageuzi kwa shuruti, hata kama ni kwa shuruti. Bunge linaweza likakaa muda wote isipo, hata kama sio ratiba. Na nitawaambia wale watu hawafahamu historia ya nchi hii watu bunge limewahi kuitwa, lilikuwa hali, hali, hali, halipo kwenye seshen, limeitwa siku moja Jumamosi, wakapewa sheria kwa hati ya, ya dharura, wakaambiwa saini hapa, tunaunganisha nchi. Jumamosi tarehe ishirini na tano Aprili, mkataba huu hapa wa Muungano, wakatafutwa walikokuwa wakaletwa Dar es Salaam Karimjee, nani, Karimjee, wakapitisha sheria ya kuunganisha Tanganyika na Zanzibar siku hiyo hiyo na kesho, muungano ukazaliwa, na huko mpaka leo. kwa hiyo, kwa hiyo usi, uki, kama unafikiria kikawaida kawaida, of course haiwezekani. Bunge litakuwa liko limeshavunjwa nini, halafu hamsomi katiba inayosema hilo bunge lililovunjwa linaweza likaitishwa muda wowote kabla ya uchaguzi mkuu.